Habari za Uthiru. Mnamo tarehe 29 Machi 2025, jamii ya Uthiru itafanya siku maalum ya usafi, tukio linaloandaliwa na Uthiru Mazingira Watch. Mkutano wa maandalizi umefanyika katika ofisi za mwakilishi wa wadi ya Uthiru, Eric Ndungu, ambapo wadau wa mazingira walishiriki katika kupanga shughuli hii muhimu, waliohuturia ikiwemo John Kibaki, meneja wa kata ya Uthiru, na Martin Mwaniki aliyechaguliwa kama katibu mkuu wa Kabete Mazingira Watch. Hii ni fursa adhimu kwa wakazi wote kuungana na kufanya udhiru kuwa safi, salama na maridadi kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Tunahimiza kila mmoja kuja na vifaa vya usafi kama vile koleo, mapipa, vifagio na gloves ili kushiriki kikamilifu. Kumbuka, usafi wa mazingira ni jukumu letu sote, na kwa kushirikiana tunaweza kuimarisha afya na ustawi wa jamii yetu. Tukio hili ni nafasi nzuri ya kujenga mshikamano, kukuza urafiki na kuonyesha mapenzi kwa jamii yetu. Njoo na jirani yako, familia yako na marafiki zako. Kwa pamoja tunaweza kuleta mabadiliko chanya. Uthiru safi ni Uthiru imara. Tushirikiane kwa ajili ya kesho bora. Usisahau kupiga like, kusubscribe na kufinya kengele ili kupata habari zetu pindi zinapochipuka.